Mosikilizaji mpenzi wa Redio Bora FM, amjambo na karibu kufata kipindi chako kipendelevu uchumi wa mtaani. Kwa utangazaji, mimi ni Daniel Milinganyo, na kwa siku ya leo tunampenda mtu ampokea kaka ambaye anakitembeza moto na anaitwa kwa jina la Blue Key Tarzan. Kwa jina la Blue Key Tarzan, amjambo. Bo, kazi ya kutembeza moto bo nilianza a parti ya 2020, a parti ya 2020, juu paseke ilikuwa mi nafanya kazi ya saluni. Uh -huh. Menikaikuta kazi ya saluni pole mama hailete hai pesa. Uh -huh. E, njule kajikuta nibadilishe kwanza, nifanya kazi ya pikipiki e, kwalo kabisa meniko motari minakamilika kabisa.

Yeah. Ndio, na kila kazi inakuwa magumu. Bo, magumu si magumu gani, magumu utanaka tu ndani ni kutokana na saa ile unapasha kubeba kila mubaya ata kudeservare, pengine kupatia franga na matralala, kukutana, kukoseana dabu ule, kutukanana, bo vile unapasha kubeba mutu mubaya lakini anakufanya mubaya kule mbele kabisa, makazi yetu, unabeba mutu mubaya anakua kufamba